Yes, haleluya, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Apostle Ezekiel Fire Tanzania. So Mungu ni mwema sana. Tupo katika ziwa Nyasa hili hapa ziwa, ambalo uh, ni kubwa sana lenye kina kirefu. Mungu ametupa neema ya kufika kwenye hili ziwa. Natamani uelewe jambo moja, ya kwamba ninapofika hapa, lazima ujue kwamba kwamba eh, katika maisha kuna vitu vingi unakutana navyo na vyote vinakuwa vina dhuruba. Eh, usiuangalia. Ah, lina maji yanayotembea kwa, kwa nguvu. Mbu, lakini kulia katikati ya ziwa unaweza kutembea. Kuna neema ya kutembea juu ya ziwa. Leo hii nataka ukatembee mahali ambapo ulikuwa uwezo kutembea. Kuna mahali unatamani kufika. Ah, lakini umeshindwa, leo utatembea kwa sababu nipo na upako wa neema ya kinabii ya kuwezesha kuweza kutembea kila mahali ambapo ulikuwa unashindwa kutembea. Muru popote ulipo tembee katika shina la Yesu Kristo. Lakini kuna mtu mwingine, umechoka, umevua samaki kwenye hii ziwa, umevua muda mrefu, lakini bado jambo lia kitu chochote, umechoka. Nataka nikwambie ya kwamba masaya anaongea Hicho ulicho nacho hapo ulipo, amka sasa, nenda tena pale ambapo ulikuwa umekata tamaa, pale ambapo ulikuwa umechoka, nenda kafanya tena. Yote unaenda kufanya na kufanikiwa, unaenda kupata samaki zinazozidi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema ya kidabila iwe juu yako, neema ya upako wa kufanya makubwa na iwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kadi inavyotembea juu ya maji, ndivyo inavyotembea kwenye mafanikio yako hinde, hinde, hinde.